Hali ya jiji la Mbeya na mvua zinazoendelea kunyesha, baadhi ya mitaa inakuwa si shwari, ambapo mvua hii ambayo inaendelea kunyesha imeweza kusababisha kifo cha mtoto mdogo mwenye umri wa miaka saba mpaka nane, ambaye aliweza kudumbukia mtoni baada ya maji hayo kujaa na kumpeleka kusikojulikana. Mzazi wa mtoto huyo anaendelea kuomba msaada kwa jeshi la polisi pamoja na wananchi ambao wapo pembezoni wa mito hiyo, kwamba wakimwona huyo mtoto basi waweze kufikisha taarifa moja kwa moja kituo cha polisi. Pia amezungumza mtoto wake jinsi alivyokuwa na Jina langu Amani Mwangati, natokea kata ya Iganzo, mtaa wa Mbenja. Tukio la kupotea kwa mtoto lilikuwa juzi, baada ya mvua nyingi kunyesha, maeneo ya Mamajoni darajani, wakiwa wamebebana na kaka kakake, wakawa wame, wame, wana, wanaipisha pikipiki wakadumbukia mto, mtoni. E, mpaka muda huo hatujampata huyo mtoto. Mtoto ana miaka nane anaitwa Ambwene Amani Mwangati. Nili wataarifu faya na nikaenda kituo cha polisi taarifa nimepeleka kule. Faya wameendelea na juhudi toka hiyo juzi jana bado nao wajafanikiwa mpaka sasa hivi. Tuko mabatini hapa tukiwa tunatafuta viongozi hapa metu, wametuambia na kama tuwashirikishe kwa sababu vijana wao ndo wanaujua mto vizuri kuliko sisi ambao tumetoka mbali. Kwa hivi ni hapa tunasubiri viongozi na vijana wao hiyo watusaidie namna kutafuta mtoni. A, ni majirani tu wanakuja kutuona mbali mbali e, na ndugu mbalimbali wako pale bado wanaendelea kutufariji. Ni kaka yake kwamba walikuwa wanaipisha pikipiki ndio akawa ametumbukia eneo hilo, na kuna daraja linajengwa pale atarishi pale barabara inakuwa ndogo kwa sababu ni diversion ya, ya magari kupita <gulikyuk> na watu wanapita eneo hilo hilo. Natoka mtaa taa Mwambenja kata Iganzo, tumepotea mtoto toka juzi meneo ya mama Joni kwa toka dukani kwa mamaka naudi bebana mtu na mdogo wake, bahati mbaya pale ta barabara wa China katika hali ya kukwepa ukuwa na bajaji napita ile kukwepa, ndio kadumbukia mtoni tukaenda na harakati za kutafuta mpaka sasa hivi hatujafanikiwa bao, tuko maeneo ya Mbatini, bado hatujafanikiwa. Ni mtoto wa, wa miaka tisa, iko darasa la tatu mtoto wa Amani Mwangate, ko kama mimi mjumbe wa, mjumbe wa ndani ya balozi, niko pamoja naye katika harakati za kutafuta mtoto. Hatarishi ni kwamba, naomba mazingira yale ya nani ya, ya barabara waweze kuwafanyia ufumbuzi mapema ili kepesha majanga ambayo yanatokea mdomoni, maana yenyewe ni eneo finyu ambapo ile eneo hata atakupishana na nani, watoto kwa watoto wadogo ni hatari, hata pia kwa mtu mzima. Fone imekuwa kubwa sana, inafanya jamu watu washindwe kufika eneo husika katika wakati mwafaka. Kwa changamoto kama serikali, naomba tu ile swala waliangaikie, kwa sababu ili kukwepa majanga mengi ambayo yanatokea. Ushirikiano yeah, wangu na wa wananchi ni mzuri, kwa sababu toka tukio imetukuta hatujalala, hii siku ya tatu naenda kutafuta na bado jamaa, tuomba Mungu tusaidie tufanikishe ya mambo.